Polisi wamewakamata watu sita wanaoshukiwa kwa kuendesha seli bandia mahabusu kwenye mtaa wa Al-Karim Kaburini katika kaunti ya Kakamega na kudhulumu wakazi wa eneo hilo. Naibu wa chifu katika eneo hilo Bwana Isaac Ayumba anadai kwamba alipewa taarifa na mmoja kati ya wazee wa eneo hilo, kitu ambacho kilipelekea uchunguzi wa haraka kuanza kufanyika. Wakati wa kukamatwa washukiwa hao sita, watu tisa ambao walikuwa wamefungiwa kwenye seli hiyo haramu waliachiwa, huku wakiwa na majeraha kwenye miili yao. Bwana Yumba anasema kwamba polisi wanaendelea na kuwasaka wanachama wengine wa genge hilo waliokimbia walipopata taarifa kuhusu uvamizi huo. Polisi pia walipata silaha mbalimbali kutoka kwenye seli ikiwa ni pamoja na rungu, mijeledi pamoja na kamba. Inaarifiwa kuwa wahalifu hao waliendesha seli hiyo kinyume cha sheria kwa zaidi ya wiki moja, wakiwatisha na kuwanyang'anya wakazi. Faini ya shilingi mia tatu ndio kiasi cha pesa ambacho walikuwa kidai yeyote ambaye walikuwa na mkamata, na kama ukishindwa unawekwa kwenye seli hiyo kwa kuchanganywa wanawake na wanaume, pia pembeni kukiwa na ndoo ya kujisaidia haja zote kubwa na ndogo. Wenyeji wanadai kuwa kukithiri kwa vitendo vya uhalifu katika vitongoji hivyo duni vikiwemo pamoja na ulanguzi na utumiaji wa madawa kulevya, biashara haramu ya pombe na unyanyasaji wa watoto na kuendesha biashara unyang'anyi, ndio vitu ambavyo vimewapa nguvu na kuja kutengeneza seli hii feki kwa ajili ya kuwanyanyasa wakazi wa, wa mtaa huo.